Na, ina trending nyingine hapa kutoka kwa msanii wa Bongo Fleva Harmonize. Msanii huyo wa Bongo Fleva Harmonize pia ameendelea kuvunja mitandao ya kijamii baada ya kupakia video mpya iliyodokeza ujio wa wimbo wake mpya unaoitwa Simuoni. Hiyo Simuoni nani tena? Hii inakuja siku moja tu baada ya msanii huyo kuchapisha video iliyoonyesha akichoma maua huku maandishi yenye ujumbe wa maumivu yakisomeka F love. Sasa, Harmonize amerudi na video nyingine anaonyesha kionjo cha wimbo huo mpya ambapo sauti ya AY pia nasikika ikionyesha uwezekano wa kushirikiana kwenye wimbo huo. Mpaka sasa jina la wimbo huo Simuoni limeanza kutajwa miongoni mwa mashabiki ingawa Harmonize mwenyewe bado hajalitangaza rasmi kupitia chapisho hilo. Mashabiki wanasubiri kwa hamu uzinduzi wa rasmi wa Simuoni kutoka kwa Konde Boy. Sasa hebu tusubiri. Harmonize